Mpaka sasa hivi watu ishirini na nane wamepoteza maisha, so majeruhi ni tisa, wako hospitali teule ya Ifisi na maiti ishirini na nane ziko pia katika hospitali hiyo e, kwenye chumba cha maiti pale hospitali e, ya Ifisi. Ni kwamba mnamo tarehe saba mwezi wa sita mwaka 2025 majira ya saa 1:47 kwenye eneo hili la mlima Iwambi katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya vijijini kwenye barabara kuu ya kutoka Mbeya kuelekea Tunduma, gari lenye namba t830 EDP likiwa na tera lake lenye namba t148 CTD aina Scania lori likiwa limebeba shehena ya unga, liliweza likiwa linaendeshwa na dereva ambaye anaitwa Filipo Laitoni Mwambi Mwashibanda mwenye umri wa miaka thelathini na tatu, huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, ikiwa inatokea Dar es Salaam, kama nilivyosema, lilikuwa limebeba shehena ya unga, liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili. Gari mojawapo ni T mia mbili hamsini na saba DVP aina ya Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria, ambayo sasa ndio tumepata majeruhi pamoja na vifo lakini pia na gari nyingine T 185 DMF aina ya Toyota Light Ice na kutumbukia kwenye eneo hili la Kolongo kwenye mto huu eh, Mbalizi na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa, ambayo ni kingo ya mto huu wa uh, Mbalizi. Watu waliofariki katika ajali hiyo wanawake ni kumi na wawili na miongoni mwao watoto ni wawili kwenye jinsia hiyo ya kike lakini E, wanaume sasa ni kumi na sita, na kati ya hao kuna watoto wa kiume wawili. Kwa hiyo hadi sasa ninavyoongea, kati ya hao marehemu walio katika ile hospitali ya Ifisi, kumi na nane wamekisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu tisa bado hawajatambuliwa. Kwa hiyo katika ajali hiyo majeruhi ni tisa, kama nilivyokwisha sema, wanaume ni saba, wanawake ni wawili. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao nimesema ni, ni, ni, ni dereva wa gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Losa. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgala, miaka 35, mkazi wa Mbalizi, aliyekuwa dereva katika gari namba T257 DVP Mitsubishi Losa, ambaye ameumia miguu yote miwili, mbavuni pamoja na kichwani, lakini dereva Philip Lighton Mashibanda mwenye umri wa miaka 35 huyu mkazi wa Tunduma aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa e, hili lori, yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori, ambaye baada ya kuwa ameruhusiwa, kama mnavyojua tuna utaratibu wa kupitanisha magari makubwa na madogo, baada ya kuruhusiwa, yeye alitoka kule kwenye eneo ambalo tunaegesha ya magari na akapita kwenye hii barabara kwa mwendo ambao nafikiri ulikuwa ni mkali na akashindwa kulimudu hili gari, na matokeo yake akafika akagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia ruti sasa kuingia stendi na kusababisha vifo hivi. Kwa hiyo mpaka eh, sasa hivi huyu dereva niliyemtaja yuko hospitalini, pamoja na kwamba yuko kwenye matibabu, lakini eh, tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za, za kisheria.